Chachi wa kunletea esheni mtaani kwangu, wewe Kisonoko? Jamani, mbona utakuntisha na panga hilo? sija kuzuia Kisonoko kuja hivyo eh. unaenda nakata kuni? Aha, unajizima data eh? umemwambia nini yule Jojo? utamu Jojo. Hey, tena ilo domo lako siwezi kulizuia. Yaani leo ukiniletea masiala, naondoka na hicho kichwa. Nimevurugwa kinoma noma, muone kwa zasu lake vompalama

Sura una, Shepu una, <laughs> Jina una, Alafu unaleta singeli minuno. Aya nuna. Nisikilize, yes. Yani hapa mimi unavyoniona, Nina sura, nina shepu na nina mwonekano vile vile. Ila kama ukiwa unadaiwa vikoba na ujala ukashiba, uwezi kuviona hivyo vitu. Mimi mwenyewe ni nsambuwa kuchemsha. Una nchukuliaje na unanionaje kwanza kwa ndani? Eh? Una sasa nisikilize, wewe mzee, mi nimekuja hapa kistaarabu kabisa. Yani sawa eh? pale sawa, ndugu yangu amefilisi, ubaa umefilisika, hilo sio swala, nitapambana nitaweka bidhaa zingine. Aa, kilichokufanya wewe mpaka ukaangushia mnazi pale pukuchu, mambo yote yakaharibika ni yako nini? wewe niambie, ni yako nini? unataka mimi nifanye nini katika haya maisha? eh? unataka nikauponze au? ni yako nini nakuuliza? kaka yako alileta session, alivyoletea session na mimi nikamuonesha session. Kwamba yeye ni mtoto mdogo na kwangu bado asumbui na akome kuingilia mambo yasiyo mhusu. Ndio maana nikamfanya nika vile nika ah. Sasa kama mmeleteana nyinyi zesheni na maisha yangu mimi, vitu vili tofauti. wao ungemaliza naye yeye mwenyewe mpaka uje kwenye kibanda changu hii na kuhusu nini, eh? wao ungemaliza naye yeye, afu mali zangu mimi nganiachia kama zilivyo hawa. kilichokufanya mpaka ukaribu ubao wangu nini? Sasa wakati wao na ugomvi wewe na yeye, mimi ninahusu nini na mali zangu ndugu yangu naomba pale mali yangu irudi, banda langu lirudi kama lilivyokuwa, yaani usinichangai na usinivuruge. Mwenyewe nimevuruga vile vile, sijui unanielewa wewe. Mzee sikilize, MK Sengo, wewe samaki akioza mmoja, wote wameoza. Ndio maana nimemnyoa nywele <laughs> nimemnyoa rasta kwa chupa <laughs> na wewe pale nimekuangusha mnazi <laughs> nimevunjilia genge mbali. Yani, kwa akili zako timamu mpaka laib unafuatilia tumesali za waenge, eti samaki mmoja akioza basi wote wameoza? Samaki mmoja akioza, hata waendelea kula wengine? Au waenga wenyewe walikuwa wanajichanganya vionao, walikuwa wamevurugwa na maisha, anatengeneza vitu venyewe havielewi, kwa sababu wenyewe walikuwa wanagonga vile vile. Haya, kama samaki mmoja akioza wote wameoza. Haya, na ngoja ngoja yaumiza matumbo, subira si avutaheri. Sasa kama subira la avutaheri kwa nini ngoja ngoja umeze matumbo? Wewe usimwona kama wenyewe walikuwa wanakula skanga vile vile. Kwa hiyo wasikuchanganye. Yaani wahenga wenyewe wasikuchanganye wenye kwa sababu wenyewe walikuwa wanavurugwa na maisha. Sasa sikia sasa. Fanya mpango unirudishie pale genge langu. Yaani mimi sitaki shari na wewe kabisa mzee kwa sababu mwenyewe mimi shari naziweza. Uniwezi kiserikali, uniwezi kiuchai, uniwezi kivyo vyote vile. Fanya nirudi bila sivyo nitakutoa ndevu hizo. Kumbe wewe, wewe, wewe. We chizi wewe? Yaani, kila siku tunaletewa kesi serikali za mtaa kule kwamba kuna watu wanachafua mazingira, kumbe miongoni mwa hao watu na wewe umo. E, we una akili, una akili kweli jovy? Javyona, haujaona vyoo vya kukojolea mpaka ukojolee tembele? si kesi ile? unakojolea jumba matundu, hujaona avyo Una shida gani wewe? Soka mara kidi si na mjumbe. Yaani mimi nimetoka huko nilikotoka mkojo umekoa na nibana mkojo umenibana koo. Nimetembea nimekuja hapa nimeona mjumba nimeona sina budi. Bwana nilibwande kojo. Eh? Hey, hey. Yaani wewe unaona raha tu kukojolea majumba. Haujui kama kuna sehemu kabisa zimeandikwa si faini shilingi elfu hamsini. Ni kweli lakini hapa hapajaandikwa. Wewe kama hapajaandikwa nimekukuta kama mjumbe. Ah, nipe elfu hamsini. Nimekufuma. Chip. Sitaki neno. Nipe elfu hamsini. Nimekukuta unakojolea jumba unachafua mazingira, mimi ni kama mjumbe. Hiyo rushwa sasa. Hii rushwa gani? Nimekukuta unambia rushwa, we chizi eh. Siku nyingine usifanye huu ujinga, nikikukuta tena unakojolea hapa nitakachokufanya. Nenda kwa wazazi wako kule, watakuonea huruma. Vipi? Huyo ndugu yako je wanaendeleaje? Maana yake nilisikia mazingira tayari yasharibika huku. Watu washachukua eh, maisha yao. Ah, jo. Ndivyo anavyosemekana mashini yake imerudi. Wewe. Ko baridi barafu sasa hivi mzigo nao. Sasa hivi fresh. Anatamba nayo. Anatamba tu mtaani yeye, tu mambo werere, wedede. Ko sasa hivi nasuza rungu tu fresh. Anasuza hadi chochote kitu anapata. Wewe. Ah? <laughs> Sasa inabidi umshirikishe swala moja kwa sababu hii ni kesi. Yaani kitendo cha kuchukuliwa maisha yake tayari sasa kwa session. Kama vipi aje afungue mashtaka pale. Narabuku aweza katuendesha kivi bwana, yeye nani kwenye dunia hii? Ye nani? Mwambie nimekutana na mjumbe Kibonge Maele anasema uje ufungue kesi ili kusudi Narabuku tuishi naye kibampani. Eh, yani aipingwi. Asikubali unyonge kwa mnyonge bwana. Wewe vipi bwana? Eh, Sudi niambie, ndugu yangu. Nipo, nipo kaka. He? Wewe usiniambie koma au nyama unyama unyawa. Mimi tena kwenye mambo ya uguagwa. Sema sasa, sema sasa. Wewe umenikurupusha ndugu yangu, yaani yani umenikurupusha kiasi cha kwamba nashindwa kukuzungumza vizuri sasa Ngoja nikajiandae basi eh. Ngoja nikajiandae nakuja na nakuja eh. Haya. Wewe bwana usisahau kumwambia Joe aje nyumbani. Haya twende. Uende wapi? Kwenye ubwabwa. Ubwabwa gani? Yaani umesikia simu tu za ubwabwa hapa uh-huh, na roho inakuacha. Umealikwa. Umealikwa? Ah ah. Sasa kama hujalikwa shobo za nini? Shobo udundo tu. Shobo udundo eh? Hebu koma, endelea na mambo yako wewe. Tafuta jumba lingine ukojolee. Usikojole majumba umefikia eh? Hey, hey, ngikukuta tena wajumbe wengine bwana. Anakaga aloalo tingenda wote kula, nangipungukiwa nini? Nambonia shauri tu ya sherehe. <laughs> Eh, size unapozungumza na mimi kuwa na adabu, unazungumza na Bey Bey, mwenyekiti wa magenge haya. Kwahiyo jisikilie kijana, angalia utapotea Bey Bei gani wewe? Bei gani wewe? bei wa bei jioni wewe bei wa kuchemsha wewe. Uje kutuchanganya hapa sisi kwenye magenge wewe. Eh? Yaani wewe msukuma sisi wazalamu wenyewe tumekuonyesha kwe mji hapo kwa ifa unakuja umetutawala. Ola wewe. Usiletee ubei hapa ya mimi. Yaani usinchanganye kabisa msukuma mmoja wewe. Nitakuvuruga ujue. Ola nitakuharibia. Rudisha pale ubao mzee, rudisha ubao pale. Ah. Unaletea sisi ina no wewe. Unanivunjia heshima mwenyekiti wa magenge haya. <laughs> Wewe ni mtoto kautaka. Sasa basi, na kupiga marufuku kukanyaga kwenye magenge haya, na kupiga marufuku kufungua biashara, kuweka biashara yoyote kwenye magenge haya. Chizi, we Bey, nimeongea <laughs> <Behi. laughs> vitu vingine hivyo vya kukaa vya kuzungumza mi mwenyewe nilikuja tu kistaarabu sema hasira na tempa fanya tu yaisha tukae tuyazungumze ndugu yangu bei bei kabisa bei wa kuchoma tuyamalize bwana umekuja kistaarabu unanifokea unanambia utaninyua ndefu kwa chupa unaleta dharau unasusa hadhi na utu wangu nimeshamaliza mimi ni bei na nimeshamua kwenye alimashauri yangu ya kichwa, nimekupiga marufuku hakuna kufungua biashara kwenye magenge haya. Unavyotoka ndio hautakiwi kuingia tena. Amri sio ombi, oda. Bei huyo mimi huyo, nimesema saa, yaani kaa ukijua kwamba wewe sio mstimu, ukasema kwamba utaishi milele. Wewe utakufa tu, na ukifa sisi watu wa amana, sisi wastaarabu, ndio tutakiwa tuoshe maiti yako. Sio dagaa wako ataenda kuuzika ani sisi. Na nikikuosha wewe eh, mamangu, mwanamke mimi, wewe lazima lazima, lazimba, lazima yani, na nitadilia wewe nikuoshe. Nakwambia unajitia bei yani, nikikuosha mimi lazima, eh, lazima. Ngoja na nakwambiaje? Wewe utakufa na ukifa, hizo nazi zako hizo ndo tutatumia kupikia wali, na mimi sitakula pilau kwenye msiba wako. Nitakula wali wa maji zeni nazi hizi za kwako hizi. Tena nitakula saa ni tatu mbwa wewe. Ngoja, ngoja. Eh. Na na mimi nasemaje? Wewe mwenyewe hautoa hapa yani kama vile mahindi utakaa muda wote, yuko kenge wewe. Na wewe mwenyewe utakufa na kwambia mimi nitakuosha. Na siku wakati na kuosha nitakutap tap screen, yani nitakutap tap he. Sengo. Nitakutap tap, <laughs> tap screen kenge. Utishia nyo? Kusutana na umbe, Genge yetu. Hili genge ni bola, Genge yetu. Mushirike na kurogana, Genge yetu. Wala they don't take care, Genge yetu. Mola ukumu. Sasa Narabuku bwana, Nimekuletia toto yonale, onaje? Nimekuletia bonge la toto. Angalia ngozi yake kama embe dodo, eh. Bwana nimekubali kombe, wewe ni familia. Sodibekaweni familia, umenulia toto zuri zuri, toto liko fresh kama maziwa ya Tanga fresh. Hey, mambo ya kebi, mambo ya Tanga wa, kuna kitu umezingua. Sasa umevaja hivyo kama katuni la TBC one, tuakuja kutia aibu. Sudi. Mbona matusi mbele ya mtoto mzuri atanichukuliaje hapa? Sio matusi, tunazalishana. Ngalama, mimi nilivyojipinda nimevaa suti kama maiti ya Kikristo. Ah ah ah. Yaani kuna muda kama anazungumza ukweli. Hebu jaribu kumsikiliza. Kama ana kitu hivi. Ana mm. Uh, no. Sudi. Who are you by the way? Is this guy passing around? Ah ah, unaribu. Miguvu hapo, miguvu ukweni. Kakake huyo. Kakake. Yaani kakake mwanamke wangu. Hmm. Kibonge maeli family lai, mimi na wewe bado hatujamalizana ani. Hmm, bwana wewe, uyaonayo huko na uyasikiayo huko uyaache huko huko. Hapa fuata ambacho kimekuleta adhabu. Yake inaweza kuwa kifungo cha miaka tisa au kumkosa mke kwa miaka mitano. Haki zote zimehifadhiwa. Mimi ni kaka na ni mjumbe pia. Sawa Bey. Ah, eh, mgoja kwanza, umemwita bebi au Bey? Bei. Eh, kanita bei kiongozi hapa naongea. <laughs> Mnisikilize ndugu zangu. Mimi sijapenda kuja hivi kama katuni la TBC wanangu. Mimi nitakuwa ni bling bling ni ngai ngai. Nipendeze ila changamoto imekuja moja. Yeah. Mimi mara ya kwanza nimeoa ndoa kwa matarumbeta mixa majambia. Sasa hivi tena ndo ya pili nimeoa wangu wangu shikilia shikilia bomba. <laughs> Mke mwenye umeninalia. Wewe sasa <laughs> ndio maana nimekuja winja winja wangu wangu kumwaza <laughs> kumwai mke.

Tulia wewe, nenda kaangalie pale dereva bajaji, mwambie asogeze mpaka hapa, mimi nikupita hapo, watu wanioneone. Ah, oh, bwana wewe bwana, unaongea vitu gani ndugu yangu? Unanishusha rafiki yangu kabisa hapa eh, unaongea na mjumbe na ni kaka na hapa. Umemwoa dada tu, ila haujaoa ukoo mzima, kwa hiyo Bey, heshima heshima na huruma, sio malezi. Mimi mambo hayo siwataki bwana. mimi ni mjumbe wako, uchokonoe manyoya usitibue manyoya Bei anakutuma kwa hiyo utaenda wendi? a -a. E -e. E, unataka nikuletee vitu ambavyo havitaki wa watu kuviona hapa sindio -e? Yani unamaanisha nini? nikufanye kama ambavyo nakufanyaga mwanzo huko, na siku zingine unifanyeje? ongea kwa lifu kubwa, usizungezunguke tu, unaenda wendi wapi wapiu? kwampayangi niende eh, wekuweha

machafu yao wanayafa hila siku tu, mke Gengele... <laughs> wangu mimi huyo kwenye <laughs> Welcome home! Welcome kwenye jumba kali, kwenye kasri na Narabuku Bey mke <laughs> wangu mimi huyo. Izo abeabe mume wangu, zilikuwa zimekosekana kwenye hili jumba. Nilikuwa nipo nipo tu, jumba lilikuwa linanuka ishombo, linanuka vumbi. Hatimaye nimepata mtoto mzuri, mtoto masha allah, mtoto hujatumika, mali safi na salama. Mungu anipe nini. Narabuku Bey, nakupenda sana mke wangu. Nimeenjoy kusikia hivyo mke wangu, hapa hatufungi mlango majirani, huku Narabuku Bey nimeoa toto zurizuri zuri, toto jeupe, toto alina maepsi ya tumbo kama mke wangu wa zamani, hatufungi mlango mimi. Huyo siku hizi wananiita bei, na wewe niite Narabuku Bey hmm. naenda kujipakulia mi nyama yangu kusutana na umbe